Halo, watu mkoaje? Na matumaini ya kwamba mko salama, mimi pia, mko salama, buheri wa afya. Ni mambo mbona siku hizi tuna tunapata vifo vya maajabu, vifo vya kushtua hmm? Jamani, unasikia Betty Bayo pia naye ameondoka ulimwengu huu, tuende wapi leo jamani? Hmm? Hmm? ulimwengu huu tuende wapi Watu wanaondoka ulimwenguni kama mchezo, yaani one hour. Ah, ah, ndio huyo huyu pia naye ndio huyo. Tulizika baba hivyo ghafla, sasa Betty Bayo ameondoka. Wale watu ambao hamjui Betty Bayo ni nani, pengine mmepitia katika mitandao mkaona kwamba inatangazwa kwamba Betty Bayo ameaga dunia na hamumjui ni nani. Betty Bayo ni yule mwanamke alikuwa mke wa Pasta Kanyari na wakati ule kulikuwa na ile scandal, watu wakaenda kumu interview, unasikiaje bwanako akishikwa na haya mascandal nini, wewe ulikuwa wajua? Akajibu vizuri tu akasema, kusema hulo kweli, mimi sikuwa na time hiyo yaani chunguze bwanangu anafanya nini, kwa sababu mimi nilikuwa katika harakati zangu za muziki. Kwa hiyo tukitoka kanisani, sometimes I have uh, friends ambao tunakuja tuna arrange enye tutafanya miziki yetu, so I, I really didn't uh, understand kwamba alikuwa anafanya hizo vitu. Kwa hiyo hata mimi nimekuwa shocked kama nini So hizo mambo zikaenda viral, ikawa ni kesi, kuna huku kila kukicha inapostiwa nini niniiee. Kwa pale anasema it was stressful, lakini aliweza kuja kujitoa pale kwa Kanyari na akapata ukaa nje akiendeleza muziki wake vizuri nini nini nini na nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, akaendeleza muziki muziki muziki vizuri so uh, ikawa yeye ni independent lady analea analea mtoto wake nini yeye peke yake, lakini akaja akapata mchumba. Alipopata huyu mchumba, ni mchumba mtu ambaye, uh, ana, ni mchumba ambaye anampenda sana, ni mtu ambaye wanaelewana, ni mtu ambaye ungewaona wakienda majuu pamoja, ni mtu ambaye ungemwona wakiwa pamoja at all, at all the time, wako pamoja, wanafurahia ndoa yao, wanafurahia mapenzi yao, lakini cha kushangaza ni kwamba the news has shocked everybody na hata huyo husband pia and also the family of the late Betty Bayo. Mimi nimesikia nik... kwanza, mimi nimeona kwa news hizi zau, napenda kusomasoma sana huko, nikaona tu kitu imetokezea tu, nikauliza ati nini, nikafungua haraka nikaangalia kwamba ni Beti Bayo, kifo chake kinatangazwa. Mimi si kwa mimi, Beti Bayo alitubariki na ule wimbo wa 11th hour. Huo wimbo ulikuwa mzuri sana, na zile zingine za Kikuyu yani This girl is very much talented na kwa kumlea mtoto wake Victor, nini o Sky Victor, sorry, ambaye amepata na Victor Kanyari, alimlea yule msichana vizuri sana, alikuwa anamlea, unamuona, anamuonyesha maadili mema kwamba mama, mfuata hii, usifate hii, utangamia katika hii ulimwengu, unatakiwa ufanye hivi na hivi. yeah, she was a good mother to her kid, you know, as a, a girl ya yeah, so hizo habari zimeshtua wengi, watu wameshtuka, watu wengi sana wameshtuka kwamba eh, hey, imekuwaje? Haya kwa sababu gani Betty ametuacha? Imesemekana ya kwamba Betty ametuacha kupitia ugonjwa wa leukemia, ile kansa ya damu. Sasa hiyo ugonjwa mimi sijawahi kuielewa kwa sababu si mtu huwa anakaa sana, marehemu Bob Collymore, Bob, Bob Collymore, yes, ila alikuwa CEO wa Safaricom. Si alikuwa aliugua hiyo ugonjwa ya leukemia, kansa ya damu, na alikaa inaweza sema, yule alikaa ka Betty Bayo, ama ni vile tulikuwa ah, a, uh, aliweka uh, ikiwa secret, hatukujua kwamba alikuwa na battle hiyo ugonjwa, ama ni mimi sijaelewa bado, nasoma nasoma soma, napita pitia huko kwa mitandao, nikiangalia exactly what happened to her, but inasemekana already ilikuwa ni leukemia. Kwa hiyo guys, yeah, so hizo ndizo habari zilizotufikia kuhusu Betty, na we are really sorry as Kenyans. Tuna mourn pamoja na familia yake yeah. So um, mimi nimeshangaa sana jamani, yani hizo story, hiyo story, hiyo hiyo hata si story yani, inashock watu wengi sana For you. story. It's not a story. The announcement of the death theda imeshtua watu wengi sana, kwa sababu kama angekuwa aliweka hewani ya kwamba anakua likena ama maybe aliongea lakini hatuku mpata vizuri. Najua wadau tuko hapa kusikiza ni nini kimetendeka, ni nini kimejiri katika Kenya yetu hii, ni nini kinaendelea katika hii Kenya. But we did, we really didn't know uh, what she was going tru ndiyo maana it has shocked us yeah, na kila mmoja anayepata, anapata, anayepata hiyo habari inamshtua, ina alikuwa mgonjwa dini hadi amepoteza maisha, what is that, hmm? lakini Mungu pia anasema mimi ndio peana na mimi ndio chukua. Kwa hiyo me haso, rest in peace and um, Guys, thank you so much for always stopping by. I really appreciate if it are not you I could not be where I am right now and we are, all, we are growing tunakua channel yetu ina, ina grow Kwa hiyo thank you so much and for the new one you are really welcomed to this family and uh, yeah it's a light for me